Mzee Makungu alikuwa tajiri wa kupindukia, lakini utajiri wake haukumtosha. Alitamani mamlaka zaidi, alitamani kiti cha urais. Mzee Makungu alikuwa na familia nzuri, mke wake Sofia na watoto wawili wa kiume, Michael na Joseph. Upendo wao kwake ulikuwa wa dhati, lakini kwake walikuwa tu mali kama vitu vingine alivyo navyo. Siku moja, Mzee Makungu alikutana na rafiki yake wa zamani, Bor Kado, aliyemweleza kuhusu mganga maarufu aitwaye Bwana Mugambi. Huyu Mugambi sio wa mchezo, anatimiza kila unachotaka mradi tu uheshimu masharti yake, alisema Bor Kado huku macho yake yakingaa kwa ujanja. Baada ya siku chache za kuyumbisha mawazo, tamaa ya Makungu ilimshinda. Aliamua kwenda kwa bwana Mugambi aliyekaa kijijini mbali na miji mikubwa ndani ya msitu mzito uliojaa fumbo. Bwana Mugambi alikuwa na mwonekano wa kutisha, uso wake ulikuwa na michoro ya kustaajabisha na sauti yake ilisikika kama radi iliyozuiliwa. Kiti cha urais siyo jambo la mchezo, mzee Makungu alisema kwa sauti nzito, unahitaji kutoa sadaka ya thamani kubwa Dhamani ya damu iliyo karibu nawe. Makungu alikubali kutoa kafara ya watoto wake wawili. Hakujali tena upendo wao wala sauti zao zilizomwita baba. Alitaka madaraka kwa gharama yoyote. Mugambi alimpa maagizo: fanya kafara hii bila huruma, lakini ukikosea, laana ya maumivu na maangamizi itakufikia. Hakikisha unafuata masharti yote bila kupindisha. Makungu alirudi nyumbani akiwa na uso wa kijeshi. Alipowaita watoto wake, aliwapa zawadi za kifahari na kuwachukua kwa safari maalum katika eneo la shamba lake kubwa. Usiku huo wa giza kuu, aliwatoa kafara kwa namna ya kikatili na yenye kuogofya. Baada ya siku tatu, mambo yakaanza kubadilika. Umaarufu wake ulikuwa kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Majina yake yalizungumziwa kila kona ya nchi. Kura za maoni zilimpa nafasi ya juu zaidi. Kila mtu alimwona kama shujaa mpya. Alijua kafara yake ilikuwa imepokelewa, lakini kilichofuatia hakikuwa kwenye mipango yake. Alianza kuona sura za watoto wake usiku wakilia, wakimwita kwa sauti za uchungu. Ndoto hizo zikawa za mara kwa mara, zikimpa usingizi wa mateso. Hakuwaambia watu kuhusu jinamizi hizo akihofia kudharauliwa na kupoteza heshima aliyoijenga. Siku moja Sofia mke wake alianza kushuku Alipogundua kuwa watoto wao hawakurudi kutoka safari maalum aliyodai Mzee Makungu, alianza kudadisi. Machozi yakawa chakula chake cha kila siku. Alipojaribu kumkabili Mzee Makungu, alizidi kumkwepa kwa visingizio visivyokuwa na maana. Hatimaye, Sofia alienda kijijini kwa wazee wa hekima, wakamwambia ukweli wa kutisha. Aliporudi nyumbani, machozi yakimtiririka, alikabiliwa na Mzee Makungu. Wewe ni mnyama! Ulitugeuza familia yako kuwa ngazi ya kutembea kuelekea tamaa zako. Mimi siwezi kuishi na muuaji. Sofia aliondoka nyumbani usiku huo huo, akimwacha Mzee Makungu akishindwa kusema neno. Akiwa peke yake, alijikuta akizidi kuteseka. Kila jaribio la kumtafuta Sofia lilishindikana. Habari za kuachwa kwake zilisambaa kila kona, zikimvua heshima aliyokuwa nayo. Zaidi ya hayo, Bwana Mugambi alijitokeza tena kwa njia ya kipekee. Mzee Makungu alipojiangalia kwenye kio siku moja, aliona uso wa Mugambi ukimwambia, "Ulivunja masharti. Ulifanya kafara kwa hofu badala ya imani. Kiti ulichokitaka hakiwezi kuwa chako." Badala yake utapata tu laana ya kukosa kila kitu ulichokuwa nacho." Kutoka siku hiyo maisha ya Mzee Makungu yakawa machungu. Alipoteza mali zake kwa mikataba mibovu na matapeli waliojua udhaifu wake. Ndoto za watoto wake hazikumwacha. Kila usiku alisikia sauti zao zikimwita kwa uchungu. Hakuna aliyejali tena kuhusu ndoto zake za urais. Watu waliokuwa wakimzunguka walimkimbia kwa kuwa walijua kuwa amelaaniwa. Mzee Makungu alibaki mwenyewe kwenye jumba lake kubwa lenye baridi isiyoisha. Alijutia tamaa yake, lakini kilichomuuma zaidi ni upweke na ukimya uliomzunguka. Hakuna familia, hakuna urais, hakuna maisha. Alibaki na laana aliyojitakia mwenyewe. Asanteni kwa kutazama simulizi zetu. Ili kupata simulizi kwa wakati, subscribe kwa kubonyeza alama ya kengele.